Na mkwineko changamoto imetolewa kwa jamii kaunti ya Taita Taveta kuwakubali wagonjwa wa kifafa na pia kuhakikisha wanapata huduma za matibabu katika hospitali kwani wengi huachwa bila matibabu. Wahudumu wa afya kaunti hiyo wakisema wagonjwa wawili kati ya kumi ndio hupata matibabu, huku pia wakitoa wito kwa fedha zaidi kutengwa ili kukabiliana na ugonjwa huo. Julius Joho anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Taita Taveta. Niko katika hospitali ya rufaa ya Moi hapa mjini Voi ambapo wahudumu wa afya katika hospitali hii wanapewa mafunzo maalum ya jinsi ya kukabiliana na tatizo la ugonjwa wa kifafa hasa baada ya kubainika kwamba ugonjwa huo unaathiri jamii licha ya kwamba wengi wa wagonjwa hawapelekwi hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Tunaenda kwa CHPs kwa sababu tunajua haa watu wetu wako kwa, kwa communities, na wengi wamefichwa kwa communities. Kwa hivyo CHPs watakuwa pia eh, sensitized in the afternoon, ndio tuweze, tuweze kuwa pia tunaweza pata, pata haa watu wetu mahali wako, kwa sababu tunajua ungonjwa ambao tunasema, kuna dhana potovu ni kuwa hata wengine wanjitokezi kwa mahospitali, na labda wengine hata wakipata wako na huu ugonjwa wanatokea tu kuchukua dawa na wanakaa kwa kujificha. Kwa hivyo hivyo, ni vizuri kuelewa uh, the worrying gap to us is the treatment gap which stands at about 80% in Kenya that means out of 10 people with epilepsy only two are able to access healthcare facilities and the other eight go to be prayed for uh, by pastors and uh, to go to witch doctors and uh, all that and uh, the other gap is, uh, is the knowledge gap public education people do not know that epilepsy is like any other condition and can be managed and treated and uh, people can regain meaningful life wanaona hao wagonjwa ni kama waliojazwa na mapepo wanawapeleka badala ya kuwaleta hospitali, wa wanawapeleka kwa maombi na kwa waganga. So kupitia kwa KAWE nadhani tutaweza kufikia wagonjwa wengi kuweza kupata huduma ambazo wanastahili. Kuna huduma mingi ambazo huwa tunaweza kuwasaidia na pia kuwezesha community kuweza kujua chakufanya, kwa sababu mara nyingi unapata magonjwa kama haya yanatendeka wakati mgonjwa yuko pale katika kijiji. Sasa akiwa kijijini, unapata kwamba wale ma caretakers ma ama wale ma relatives wenye wako na yeye hawajui cha kufanya. Naam, ndio kauli za wahudumu wa afya kutoka hospitali hii hapa, wakitoa wito kwa jamii kuweza kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wagonjwa wa kifafa wanapata huduma za matibabu kwa wakati. Vile vile wakitoa wito kwa bunge la kaunti kuweza kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya kukabiliana tu na tatizo hilo la ugonjwa wa kifafa. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius.